Wakizungumza na ITV watoto pamoja na majirani wamesema hii ni mara ya pili mama huyo mjane anatolewa nje na familia yake na wameomba mamlaka husika kuingilia kati. Saa kumi na mbili asubuhi, naona anakuja yule mwanawe, mimi nikakurupuka na mama yake, nikaja mbio, nikakuta watu kama mia moja wanaume wameingia ndani, wanatoa vitu. Nikawambia nyinyi mnatoa hivi vitu kwa kibali gani? ose tumeenda serikali ya mtaa tumepata idhini mpaka wilaya. Nikaomba kielelezo, kile kielelezo nikiang... niki, nimekiangalia, hawajapita serikali ya mtaa, hawajapita kwa mjumbe, hawajaenda polisi, hamna kielelezo chochote kilichokamilika. Mimi nikasema haiwezekani kitu kama hicho, nikamwita mjumbe wa serikali ya mtaa alikuwepo hapa. Cha ajabu kila nikiwaita sasa hivi hawaji. Tukamwita mkuu wa kituo akaja hapa, akatushauri ya kwamba tumpigie DC wilayani. Tulivyompigia wilayani akatokea msaidizi wake, nikaa naongea naye, akasema ao, watu wamekuja kwa kibali gani? Tukasema hatujui. Kwa hiyo huyu mama ni muda mrefu wanamsumbua, wana itilie mkazo swala hili kwa sababu wamama wananyanyasika sana hasa wamama wajane. Hivi inakuwaje? Watu wana nguvu wanapata wapi nguvu ya kuingia kwa nyumba ya mjane kutoa vitu kama hivi watoto wako nje, inasikitisha sana sana sana, sana. Ha, wanaosimamia haki za wanawake tunaomba hili walifuatilie kwa makini ili haki iweze kutendeka. Mimi ni kiongozi wa wanawake wakata hii ni mjumbe halmashauri kuu UWT kata Nimetoka Kinyerezi nimepata hizo taarifa za mwanamama mwenzetu yuko katika hali hii, nimekuja na pikipiki mpaka nimeteremka hapa. Mwenyekiti wa mtaa huo bwana Pipino Sudi Pipino amesema viongozi wa serikali ya mtaa hawakuhusishwa katika zoezi la kumtoa mama huyo ambaye alifungua shauri baraza la kata. Nilipowapigia, wanasema kwamba walimshauri mama kwamba aende kwa mkuu wa wilaya eh, lakini na mimi nikaoji nikawaambia, sasa stop order mbitoa ya nini? na nikawambia kwamba mmefanya maamuzi, mbona kutuletea taarifa? Kwa sababu mwanzo mlituletea stop order, sasa hivi mnasema mmetoa maamuzi ya mdomo. Na baraza la kata ni chombo, na kinapotoa maamuzi lazima kuwe na documentation. Kwa hiyo na sisi serikali hatufanyii kazi mdomo, tutafanya kazi kwa barua. Kwa hiyo nikawambia, sasa je, ile stop order bado inaendelea kustendi au stop order ile imekuwa nani out of file? Lakini jibu lao nasema wamemwelekeza aende kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kuna stop order kwa kifupi au hakuna stop order? Stop order, stop order ni baraza la kata ambao ndio walitoa walitoa, walitoa. E, sasa kama kuna stop order vipi tena waje watolewe? Ndio maana na mimi jana nikawaambia wale wadalali kwamba kama mama alifungua shauri baraza la kata, kimsingi shauri lilisikilizwa, wakati wa kulitupilia mbali huwezi ukatupilia mbali kwa mdomo, unapaswa kama kulikuwa kuna ugumu nyingine ya mahakama kuu ina maana baraza likisema kwamba limefungwa mikono kuingilia uamuzi wa mahakama kuu, ndio kwa hiyo wanalitupa ile, ili na sisi sasa tuone kwamba ile stop order imekufilia mbali. Nikiripoti kutoka mtaa wa Mwongozo, kata ya Makuburi, jijini Dar es Salaam, Esa Sangai, ITV.